Ni, ni kiongozi aliyepokelewa jana kutoka huko Namibia ni kiongozi mkubwa kabisa ambaye amekuja kuwakilisha. Ni naibu waziri mkuu huyu ambaye ni anaitwa Netumbo Nandi-Ndaitwah. Yeye ni, ni naibu waziri mkuu lakini pia ndio waziri wa mambo ya nje wa Namibia aa, mm. Na walipokelewa jana pamoja naye kuna ujumbe mkubwa tu kutoka mataifa mbalimbali takriban mataifa arobaini hivi yatashiriki japokuwa viongozi wa wakubwa wa, wa, wa mataifa wakuu wa nchi watakuwa kiasi ya wanane hivyo wakiongozwa na mzee Gab, Robert Gabriel Mugabe, ambaye alikwisha wasili nchini tangu jana mm, amekuwa akihudhuria hafla hizi za kitaifa za Tanzania karibu mara zote, kwa hivyo utaona yuko tayari katika hali ya kawaida. Namibia, Zimbabwe, Zambia, Msumbiji. huyo ndio mama Mtumbo Mm, ambaye ni waziri wa mambo ya nje na naibu waziri mkuu wa Namibia anapokelewa, mm, na, na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Said Meksadik. Viongozi wengine hawa ni eneo ambalo kuna viongozi wa taifa hapo, mm, mawaziri na manaibu waziri wakuu wa wilaya wawilaya, na waliokuwa manaibu waziri ambao wameanguka. Agrey Mwandri nimemwona pale bila kujali kwamba wameanguka, lakini leo ni siku ya mwisho kabisa. Jana ilikuwa siku ya mwisho hivi, leo hakuna cheo cha waziri yoyote, kuanzia waziri mkuu na wengine wote hawapo tena. Naam, na ndio maana hata ukiangalia ulinzi wa waziri mkuu umepungua, aliingia ali pale na walinzi wawili tu, tofauti na lundo la walinzi ambalo alikuwa nalo kabla ya siku ya leo. Naam, ni siku kubwa, vikosi vya ulinzi ambavyo tayari viko pale kwa ajili ya kwanza shughuli hii ambayo viongozi karibu wote wamekwisha wasili, wale wa kitaifa, na tunasubiri tu wale wengine ambao ni waalikwa wa viongozi wa mataifa mbalimbali ambao mbali wanategemewa hapa pia, ili misafara pia ya hatimaye ya rais anayeondoka madarakani na wengine na wakati huu. Wakati huu, hebu tujiunge na mwenzetu Philip Sipriani ambaye yuko kule chini ili tujue kinachoendelea. Basi hapa mimi nipo eneo la nje kabisa katika uwanja huu wa Uhuru ambapo unaweza kushuhudia misafara ikianza kuingia ya viongozi tofauti tofauti. Nikueleze tu kwamba hali ya hewa ni ya mvua, kama unaweza kushuhudia kwa eneo hili zima. E, tumekuwa na mvua kwa takribani muda wote, na pia naweza nikasema kwamba hali ya ulinzi imeimarishwa kwa kiwango kikubwa sana. E, ndani na nje, ndani na nje ya uwanja huu, na hasa ukizingatia ndani kuna watu wengi ambao anewasili wa na geti hili basi, litatumika mahususi kabisa kwa ajili ya viongozi kupita hapa. Tunasubiri kuwasili kwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete ambayo watapita katika geti hili pamoja na rais mteule uh, Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambapo watawasili katika eneo hili. Kwa hapa nje kusema kweli, mbali na ndani kujaa kwa wananchi ama watu hapa nje pia kuna idadi kubwa ya watu ambao bado, eh, wanataraji kuingia kwa wakati tofauti. Kuna makundi kwa kule mbele kabisa, unaweza ukashuhudia kwa jinsi ambavyo, eh, watu wanavyozidi kumiminika katika uwanja huu, eh, wa Uhuru jijini Dar es Salaam kushuhudia kuapishwa kwa rais wa awamu ya tano, eh, John Pombe eh, Magufuli, ambapo eh, itakuwa ni sherehe tosha kuweza kumsimika katika awamu yake ya tano. Hivyo basi, wakati wowote wa basi tunaweza tukashuhudia kuwasili kwa rais eh, Jakaya Kikwete pamoja na mteule naam, Barwan. Unaweza ukanisikia na unaweza ukaendelea hai, ndio hali ya nje huku, na kushukuru sana Philip, na kwa hakika uh, siku ni njema um, James, wanasema mvua, wanasema mvua ni alama ama ishara ya neema na baraka, na hivyo mvua imeanza kunyesha toka alfajiri ya leo mm. saa majira ya saa kumi na moja maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam mvua imeanza kushuka tena, na muda tu uliopita mvua ilishuka kubwa kabisa. Hilo ni bango likimwaga Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ambaye hivi leo amesalia na saa chache kabisa saa mm, mbili hivi, wanasema mwanadiplomasia ambaye ameweza kukua katika nafasi ya diplomasia kwa miaka kumi, lakini akiwa kama rais pia ametumia diplomasia yake ya kuendesha nchi <laughs> kwa hivyo, kwa wale wajuzi wa mambo ya protokali wanaweza kusema ni mwanadiplomasia aliyebobea. Hawa ni baadhi ya wabunge uh, beti yeah, Machangu pamoja na Mlaki. Hey, uh, wa zi, wa zamani, huyu naam, bado Wananchi, wananchi wengi bado wanasubiri kuingia ndani na katika mageti mbalimbali wakichanganya mageti ya viwanja vyote viwili, uwanja wa Taifa. Huu ni uwanja, eneo la uwanja wa Taifa, uwanja mkubwa kabisa na wengine hmm. wakiwa wamejazana katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kupata fursa ya kuingia hapa. Wamekuwa wavumilivu kwa muda wote ambao wamekuwa hapa, kwa sababu mvua kubwa kabisa imeshuka hapa na bado wameendelea kuivumilia wakisubiri tu kupata nafasi za kuweza kuingia. Wazee, watu wazima, kama mzee huyu unamuona hmm. amepiga suti yake nzuri maridadi. Lakini pia usisahau kwamba kijani na njano zimetamala katika eneo hili, kwa sababu ni kuja kumwapisha rais ambaye ametoka kwenye Chama cha Mapinduzi, CCM, na hao ndio wana mapinduzi wenyewe. Wananchi hao waliojitokeza, ambao wao waliona yeah, bora kutafuta nafasi ya awali mapema, wakajazana kwenye kingo za uwanja wa Taifa ambao uko jirani kabisa na, na uwanja huu wa Uhuru ambao tupo sisi na mm, kule waliko, kwa sababu uwanja huu ni mkubwa na uko juu zaidi. Kwa hiyo ukikaa kule ndani unaona moja kwa moja vizuri yeah. Lakini lakini, okay, mi, mi, mi nafikiri waandaaji wa shughuli hizi za kitaifa sasa wafikirie kuangalia idadi kubwa ya wananchi ambao wanajitokeza wahutumie uwanja huu mpya Kusikabunio... Shida nyingine ninayoona ni, ni masuala ya usalama wa watoto wadogo kama hivi na hali mm, ya hewa hii, lakini pia nafasi ya kuweza kuingia mm, masuala ya usalama yatakuwa yanazingatiwa namna gani katika mazingira kama hayo? Kwa, kwa mara ya kwanza mwaka juzi Kenya walifanya, walifanya tofauti, wao walifanya katika ule uwanja mkubwa wa Moi Kasarani, tofauti na uwanja wa Nyayo ambao mara zote umekuwa wakitumika kwa shughuli za kitaifa kwa sababu uwanja huu ni wa kwao eh, na wanaweza kufanya shughuli kwenye uwanja huu kila mmoja akawa amekaa vizuri eh. Lakini sasa uwanja huu ndio wa shughuli maalum umebaki kuwa ni wakumbukumbu. Utakumbuka kuanzia mwaka 1961 tarehe 9 Desemba, siku ambayo Tanzania, Tanganyika ilipata uhuru wake na mamlaka yakakabidhiwa kwa namna. Mnaona Jaji Agostino Ramadhani pale alikuwa mmoja kati ya wagombea rais aligombea kuwania, lakini yeye ndiye alikuwa jaji mkuu wakati anamwapisha rais Jakaya Kikwete ambaye ameondoka madarakani hivi leo, ndiye ndiye alimwapisha. Hivi leo rais ataapishwa <laughs> na jaji mkuu mwingine Othman Chande. Kuna kiongozi anawasili hapa e, wa kitaifa huyu, tutajua kiteremka kwa sababu wamekuja na gari ambazo jaji mkuu Yeah, naam, huyo ni jaji mkuu, gari yake nembo ile inaonyesha ni jaji mkuu Othman Chande yeah. Anapokelewa pale mwenye shughuli yake e, huyu ndio mwenye shughuli yake kwa sababu yeye <laughs> ndiyo hasa mhusika mkuu atakayemlisha kiapo rais pamoja na makamu wake Mama Samia Suluhu Hassan mm. Pale muda utakapokuwa umewadia. Mvua bado ipo ina, ina, manyunya, anaendelea msafara huo yeye ye, anaingia kule ndani haendi pale juu. Majaji wote wanakwenda ndani kukaa kule ndani, watatoka kwa msafara wakati wa kwenda kumwapisha pale juu. Kwa hivyo utaona hii iko tofauti kidogo na shughuli zingine. Jaji mkuu anakuja, majaji wamekuja, wameingia kule ndani, kwa sababu wao ndio wenye shughuli hii. Kwa hiyo watakuja, watatoka kwa msafara maalum. Sawa James, unaona kwamba leo hii ni tofauti kwa kiasi tunapoona jeshi limekaa hapa, wakati ambapo wakati mwingine unakuta vikosi mbalimbali vinaingia vina ku, kuja kwenye shughuli kama hizi, lakini leo hii shughuli hii na vikosi vichache katika katika uwanja huu. Naam, ukiangalia katika utaratibu huu wa kupokezana madaraka, jeshi la wananchi wa Tanzania linahusika kwa maana ane, uh, vikosi vyote vinahusika, lakini kwa maana ya muundo wa, wa shughuli yenyewe ni vikosi vya jeshi. Utaona kuna kikosi cha miguu, utaona kuna kikosi cha anga, kikosi cha maji na JKT kwa hivyo ndio maalum kama ulivyosikia kwa shughuli hii watakavyoeleza baadaye washereheshaji, Meja Jenerali Mrope. Jeshi litatengeneza umbo la Omega. Omega ni herufi ya Kilatini ambayo inasema mwisho, alfa na omega, alfa ni mwanzo. Kumbu, ule ukuu wa mwanzo na mwisho. Eh, sasa, o, leo ni omega kwamba mwisho wa uongozi wa Rais Kikwete na omega inatengenezwa na vikosi vya Jeshi la Ulinzi peke yake, na atakuja kukagua hapo kwenye omega, kwa hivyo ile inakuwa ni kwa heri mzee. Kwa hivyo atakagua omega, lakini baadaye jeshi litarudi kawaida na watatengeneza alfa. Alfa ni mwanzo wa uongozi wa rais mpya Dr. jaka Dr. Dr. John Pombe Magufuli. Kwa hiyo jeshi litabadilika, lita mara mbili, litafanya omega wakati wa kumwaga rais Jakaya Kikwete, alafu litafanya alfa wakati uongozi mpya unaingia, na haya yote tutakusimulia wakati eh, muda wake utakapokuwa umewadia. Lakini kwa sasa bado tunaendelea kukujulisha kwamba ukiwa hapa uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, wakati huu tena msafara unakuja. Msafara huu ukiongozwa na vikosi vya wanajeshi hawa. MP ni mkuu wa mkuu wa majeshi na msafara wake sasa, utaona hey, MP ametangulia mbele, military police, kwa maana ndio vikosi maalum vya kuwalinda wakuu wa majeshi. Jeshini kuna utaratibu wake. Ukiona MP anakugongea hodi ukiwa mwanajeshi, unajua napelekwa kwenye mahakama ya kijeshi. Kwa hivyo mkuu wa majeshi anaingia na msafara wake na walinzi wake ni, ni nafasi ya juu CG mstaafu Uto Ludovic. Ludovic, Uto na yeah. Viongozi wengine ambao ni wa kitaifa tu hawa na, mtendaji wa Daily News na, na, na, na wa, wageni waliko ni wengi, wandani, nanje, yanji, <laughs> wa ndani na nje ya nchi tukiwamo waandishi wa habari na wengine ambao ni wananchi wa kawaida na wote wamepata sehemu kubwa ya watu wamepata nafasi za kukaa, japo kuna wengine. Ile mvua sasa nayo inaendelea kunyesha kama unaona. Uh, wananchi wametulia kabisa kwenye majukwaa yao, lakini mvua mvua, i, wanasema ni baraka. Eh, ni baraka, lakini sasa pia pale chini, wakati wa kukagua gwaride ni kutokeza, wakati vikosi vya jeshi vinaingia hapa, mvua kwao si jambo la kuuliza wala la, la kusema imewatia hofu, ni sehemu ya kazi yao, lakini sasa anajaribu kufikiria muda ukifika wa ratiba rais mteule ana, anakagua namna gani hili It, ratiba, itaendelea. <laughs> Ratiba itaendelea kwa sababu rais ana, ana, ana mekanizimu nyingi, watamfunika mwavuli, atatembea, lakini ratiba lazima itaendelea kwa muda uliopangwa. Kama unavyoona, viongozi wanaendelea kuingia, maana yake ratiba inaendelea. Inaendelea na lazima mambo yaende kama yalivyopangwa. Sehemu ya kwa hakika miundo mbinu inaelekea ina kwenye kuathirika <laughs> kwa kiasi maji yatabadilika yatakuja ya kuwa matope, lakini hapa ni barabarani, ni nje uwanja hapa, ambako askari wameendelea kuweka ulinzi wa kutosha. Hiyo ni ngazi na jukwaa maalum la mahala ambapo rais mteule atasimama na kupigiwa wimbo wa taifa pamoja na mizinga ile ishirini mm, na moja, na, na, na hata rais anamaliza muda wake pia.